Kuingeneko zaidi ya wa Kenya laki nane wamejiwasilisha katika maeneo tofauti nchini ili kujisajili katika hazina ya shilingi bilioni tano ya Nyota inayolenga kuwapa vijana mafunzo na shilingi elfu hamsini za kuanzisha biashara. Katibu wa wizara ya biashara ndogo na wastani Susan Mang'eni amesema shughuli hiyo itakamilika Jumamosi na wala sio Ijumaa kutokana na idadi kubwa ya vijana iliyojitokeza. Seth Olale ana taarifa kamili shughuli ya kuwachagua vijana zaidi ya laki moja unusu watakaozawadiwa shilingi elfu hamsini za kuanzisha biashara ndogo iling'oa nanga katika wadi zote 1450. <laughs> fika hapa walikuwa wengi Like, atungo, kenyuna, kenyuna in future, give up ku unajua kenye unataka. Zaidi ya watu milioni mbili waliomba nafasi za kusajiliwa mitandaoni huku laki nane na nne wakiteuliwa kushiriki zoezi la kudhibitisha usajili. Tunaenda ku extend deadline ya EAT. Tunaelewana? Iko extended kwa hivyo ilikuwa iishe saa sita, lakini tumefungua bado, mitambo itaendelea kuwa open mpaka kesho. Katibu wa idara ya vijana Fikirini Jacobs aliongoza shughuli hiyo mjini Kilifi. Serikali imekupa mapeni ambayo haitakuja kukuuliza ulipe, hii si mkopo. Katika kaunti ya Kisii, jumla ya vijana 3150 walijitokeza katika zoezi lililoongozwa na katibu wa, wa wizara ya mawasiliano Stephen Isaboke. What's your level of education? Are you from 4 and below? and do you have employment or another uh, uh, means of of income? It went very very well, It was very successful. We had uh, uh, 5,300 uh, number of applicants who have, who have qualified to to to be be be admitted for the aptitude test. Ni shughuli iliyoendelea sambamba katika county za Nyamira, Lamu, Nyeri, Kajiado na Nairobi. Because we know that very soon the money will be released. And remember we say that this is a grant. Seth Olale, Lunia, Citizen. <laughs>